Nam msikilizaji wa DW ni wakati muafaka sasa uh, wa mjadala wetu ambapo tunaangazia leo hii hali ya sasa ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, taifa lenye historia ndefu ya ukoloni, vita, ujasiri na juhudi za amani. Mjadala huu unafanyika katika kipindi cha kipekee ambapo historia, siasa na matumaini ya raia wa Kongo vinakutana. Tutaangazia uh, kwanza makubaliano ya hivi karibuni ya amani kati ya DRC na Rwanda yaliyoingiwa uh, huku mashariki mwa Kongo kukiendelea kutokota kutokana na ghasia zinazochochewa na uasi wa M23 na mvutano na Kigali. Tutachambua malengo, wahusika na uwezekano wa kuleta amani ya kudumu. Lakini pili, tukiwa kwenye maadhimisho ya miaka 65 ya uhuru wa DRC, tutatathmini mafanikio na changamoto za taifa hilo tangu kuondoka kwa mkononi mwa mkoloni Ubelgiji lakini mwisho tutamkumbuka Patrice Lumumba uh, katika miaka mia moja uh, tangu kuzaliwa kwake, ambapo itakuwa ni kesho, tukimulika urithi wake wa utaifa, mapambano dhidi ya ukoloni na nafasi ya ujumbe wake katika kizazi cha leo. Uh, studioni niko naye hapa mkuu wa idhaa ya Kiswahili Daniel Gakuba, lakini kwenye laini ya simu niko naye mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu uh, Nixon Katembo. Nikianza na wewe Nixon Katembo, kama unanisikia, makubaliano haya ya amani kati ya DRC na Rwanda eh, yanaonekana kuwa ni hatua ya kidiplomasia lakini je, yeah, eh, yana uwezo wa kubadili hali halisi mashariki mwa Kongo? Eh, kwa kweli, eh, makubaliano haya ni mojawapo ya njia muhimu sana na hatua Uh, yeah, ambayo inaelekea kutafuta ufumbuzi wa amani kwa mgogoro wa mashariki mwa Kongo, lakini kusema kwamba kwa inaweza kubadilisha uh, um, uh, hali ya ilivyo kule mashariki mwa Kongo na, na, nadhani ni, ni itakuwa ni vigumu kulithibitisha hilo kwa maana ya kuwa Uh, tayari inaonekana kwamba kutakuwa na patashika kati ya waasi pamoja na jeshi la serikali. Uh, na ninavyozungumza na wewe katika mjadala huu ni kwamba jeshi limethibitisha kuweza kudungua ndege moja ambayo, uh, jeshi inasema ilikuwa uh, haina uh, ruksa ya kuruka ndani ya anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo yanayodhibitiwa na, na asi, kwa upande wa asi pia wakisema kwamba hii ni eh, kuvunja mkataba wa amani, na pili eh, ni kwamba wasi wenyewe wamesema kwamba wao mkataba uliosainiwa kule Washington hauwahusu wao, wanasubiria makubaliano ya ana kwa ana na serikali ya Kinshasa katika mchakato wa Doha kwa, kwa sana. Hii ni mfano ambayo unaonyesha kwamba um, e, inaonekana amani ni ndoto kule mashariki mwa Kongo kuelekea mbele. Ndio nikiendelea, na wewe Nixon, umezungumzia hizo hitilafu ambazo zinaonyesha kwamba makubaliano haya e, ni kama vile yameanza kuwa legelege lege. Na kwa nini juhudi za kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda zimekuwa zikiyumba kwa miongo kadhaa? Tatizo ni la msingi au la kisiasa? E, tatizo ni la msingi wa kisiasa. Kwanza kutoonekana kuwa na nia ya kisiasa kwa pande zote, upande wa Kigali e, kutokuwa wazi katika malengo yake kule mashariki mwa Kongo, na upande wa Kinshasa kuwa na serikali ama viongozi ambao hawana a, a, mikakati ya msingi na malengo ya kuweza kuboresha hali ya maisha na amani na kuweza kutawala ile nchi eh, kwa manufaa ya maendeleo ya nchi hiyo. Sasa ukioanisha haya uh, masuala mawili, unakuta kwamba uh, mashariki mwa Kongo na Kongo kwa ujumla uh, na pia maziwa makuu yanajikuta katika sintofahamu za kisiasa kutokana na hali hii eh, kwamba nia, kis, upotevu wa nia ya kisiasa upotevu wa malengo ya kimkakati ya kuweza kuwezesha amani na utulivu na usalama uh, mashariki mwa Kongo hayapo, na hivi inasababisha mgogoro kuendelea, uh, hadi kufikia hivi sasa, uh, kila pande zikilaumiana, uh, upande wa Kigali ukiwataja wale wa waasi wa FDLR uh, na na si sababu za za masuala ya kiuchumi ambayo dhahiri yanaonekana katika hali ya sasa, kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na upande wa Kinshasa, rais aliyeko madarakani akizozana na wapinzani wake akiwemo rais wa zamani Joseph Kabila na pia kutoonyesha nia ya kisiasa kutawala Kongo. Na hii inaonekana kwanza kwa wanasiasa kujilimbikizia rasilimali na kuyashughulikia maslahi yao ya kisiasa kuliko maslahi mapana ya nchi na kuhakikisha kwamba wananchi wa nchi hiyo wanapata amani ndio. Shukran uh, bwana Katembo. Uh, nikielekea kwako Daniel Gakuba, umemsikiliza alivyozungumza hapa na moja mwa Uh, maswali ambayo yameyataja ni kwamba kuna kama utawala dhaifu, kukosa malengo ya kimkakati uh, kwa, kwa, kwa watawala wa Kongo, ndio maana nchi imefikia hapo. Lakini miaka sitini na tano baada ya uhuru, je, Kongo imetimiza matarajio ya kizazi cha uhuru na iwapo bado tatizo kuu liko wapi? E, Bakari, pengine ningekuomba kwanza nizungumzie pia haya ma, uh, makubaliano ambayo yalifikiwa kwa sababu ni kipengele muhimu sana katika uh, mustakabali wa Congo, kwa sababu haya makubaliano pamoja na kwamba ni ni hatua ya kukaribisha uh, lakini bado kuna maswali mengi sana ambayo watu wanajiuliza. Uh, kitu cha kwanza ni kwamba amefikiwa baina uh, ya pande mbili ambazo siku za nyuma tulikuwa hatuambiwi kwamba zinapigana, tulikuwa tunajua kwamba Kongo serikali ya Kongo inapigana na wasi wa M23. mm -hmm. Lakini sasa hivi makubaliano amesainiwa baina ya Rwanda na Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hujasikia zile shamra shamra, mm, ambazo zinaonyesha matumaini makubwa ni kana kwamba kila mtu ameyapokea haya makubaliano kwa sababu kidogo yalikuwa ameleta utulivu, lakini jinsi atakavyotekelezwa na kufikia yale malengo ambayo e, yanakusudiwa hilo ni swali ambalo nadhani kila mtu e, mpaka sasa anajiuliza. Sasa, e, tukirudi kwenye swali lako bila shaka ni, ni, ni, ni gumu, mm kwa sababu matatizo ya Kongo katika huu muda wote ambao umepita, miaka sitini na tano ya uhuru, yamekuwa yana sura nyingi, yana sura za kisiasa. Kongo imekuwa kidogo na ombwe la utawala, kuanzia kwa kina Mobutu. Mobutu ambaye ametawala miaka thelathini na tunajua jinsi nchi ilivyoporomoka chini ya utawala wake. Baada ya kuondoka, serikali zilizochukua madaraka hazijawahi kuwa na utulivu na, na, na, na, na, na uimara. Uh, tunajua kwamba ile nchi haina miundombinu, uh, kama alivyosema Katembo, hata kisiasa. Uh, pamoja na kwamba nchi iko kwa katika vita, lakini bado kila mwanasiasa anavuta kuelekeza upande wake. Mm. Sasa, uh, sijui kama inatoa, inatoa uh, matumaini kwamba katika miaka mingine ijayo, labda swala la msingi la amani kama litapatikana kutokana na haya makubaliano ambayo inaonekana yameshinikizwa na, na taifa kubwa la Marekani mm. Kama amani itapatikana, mengine yanaweza yakafuatia, wanasiasa wanaweza kaelewana, miundo mbinu inaweza kajengwa, utawala bora unaweza ukajengwa. Na, shukran. Eh, Nixon Katembo nikirejea kwako. Umesikia eh, picha yote ambayo ametutolea hapa Daniel Gakuba kuhusiana na, na, na, na hali jumla ya huko Kongo. Eh, tukimzungumzia kidogo Patrice Lumumba ambaye anachukuliwa kama baba wa taifa hilo la Jamhuri ya la Kidemokrasia ya Kongo. Aliwahi kusema kwamba Afrika itajikomboa kwa damu ya mashujaa wake. Je, unadhani urithi huu wa Lumumba bado unafanya kazi au una nafasi gani katika siasa na uongozi wa DRC leo hii. Kwa sasa hivi mi mimi nadhani wa viongozi walioko na wanasiasa kwa ujumla nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepoteza dira, uh, aliyoweka uh, waziri mkuu wa zamani hayati Patrice Lumumba, uh, kutokana na malengo aliyoyawekea nchi hiyo kuweza kujinasua uh, kutoka uh, makucha ya wakoloni na kuelezea dhahiri kwamba historia ya Kongo haitaandikwa Ubelgiji, Washington au Faransa au London, itaandikwa na Wakongo wenyewe. Na tunaona tofauti na makubaliano yaliyosainiwa ya Washington, ni kama historia ya Kongo sasa inaandikwa kule Washington. Na nikumbushe kwamba ni Washington hiyo hiyo ilihusika dhahiri katika mauaji ya Patrice Lumumba, huku akimshtaki kuwa amekuwa eh, amehusiana na, na na na na na umoja wa usosialisti na usovieti chini ya ya ya, ya komunisti kule Russia uh, wakati huo vita vya vi baridi vya dunia vikiendelea kati ya Marekani uh, na na na na Urusi upande mmoja wa komunisti na upande mmoja wa uh, wa uh, wa, wa, wa, wa, mataifa ya Magharibi. Sasa ina- inaonekana kama historia hii inaendelea kule Kongo, kando na vizazi vya nyuma, uh, chini ya Laurent Kabila aliyeuawa baadaye eh, baada ya kushika madaraka kule Kinshasa, eh, hakujawahi kutokea viongozi eh, kule Kongo ambao wa, wana maono kama yale ya Lumumba, na nadhani ni muhimu sana kuweza kuelezea taifa la Kongo na vijana vya kizazi cha sasa kule nchini Kongo kwamba taifa la Kongo ni taifa muhimu katika uh, mataifa jamii ya kimataifa na haswa jamii uh, ya kiuchumi ya kimataifa, ukilinganisha na nafasi yake ya rasilimali ya nchi hiyo pia. Uh, ardhi yake ambayo inaweza ikalisha uh, bara la Afrika liki, ikipata nafasi ya kuwa na amani sasa. Ni lazima kuwe na mtazamo mpya wa kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa ujumla mataifa ya, ya, ya, ya maziwa makuu iwemo Rwanda, Uganda. uh, haya ni mataifa jirani, na nikumbusha kwamba Wanyarwanda, Wakongomani, Warundi ni sawa tunatoka karibu na mila na desturi moja, tuna tuna tuna jamii ni zinaoana kabisa katika uh, mwingiliano ule wa kijamii uliopo kati ya mataifa haya e, lazima tu, tu tuangalie namna gani ya kuweza kujenga umoja kati ya mataifa yetu, kati ya jamii zetu kule, kule eh, maziwa makuu, ili mataifa yetu yaweze kukaa kwenye meza ya pamoja, yajenge umoja yajenge ustawi wa ya jamii ambao utasababisha uh, maendeleo na kuhakikisha kwamba wanasiasa waliopo wana wanaondokana na mfumo wa kuweza kupanda ile mbegu ya ya kuchochea uhasama ndani ya jamii eh, pamoja na kuhakikisha kwamba eh, mipango ya kiku, mkakati ya maendeleo na siasa za nchi hizo zinatoa nafasi kwa maendeleo. Ndiyo, Nixon, shukran sana, lakini muda umetutupa mkono, na ashukuru sana kwa yote hayo pia, na Daniel Gakuba tuliyokuwa naye hapa studio. Lakini sasa ni wakati wa makala zetu tulizokuandalia.